Jamhuri ya Afrika ya Kati kati ya mwaka 2013 na mwaka 2017, Wakristo na Waislamu waliuana vibaya mno, walichinjana vibaya mno kama wanyama, walichinjana vibaya mno kama wanyama kwa maslahi ya Urusi na Ufaransa. Wasama huu kati ya Wakristo na Waislamu, wasama ambao uliopelekea vita kubwa kutokea nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, sababu zake inatajwa kuwa ni mzozo wa kisiasa, kutokuwa na utulivu wa kisiasa hali mbaya ya uchumi. Raia walikuwa katika hali ya umaskini siokuwa na kifani, licha ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ardhi yake kutajwa kuwa miongoni mwa ardhi tajiri barani Afrika. Na vilevile vile kutokana na suala zima kuhusu raia, kama unavyofahamu katika mataifa tofauti barani Afrika huwa kuna uhasama kutokana na uraia. Kuna raia ambao wanaopatikana katika maeneo ya mipakani kati ya taifa moja na taifa jingine, na kujipata kati ya mataifa hayo mawili, kuna kabila katika pande zote mbili, kwa mfano jamii ya Wamasai, aidha kabila ya Wamasai, kuna Wamasai ambao wanaopatikana Kenya na Wamasai wengine ambao wanaopatikana nchini Tanzania. Basi Jamhuri ya Afrika ya Kati kulikuwa na tatizo kama hilo, na ni moja miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea mlipuko wa vita Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hapo awali mzozo huo ulionekana kuwa tu ni mzozo wa kisiasa, lakini kadri muda unavyosonga mbele ikaonekana kwamba ni mzozo wa kidini, na papo hapo kuliundwa kundi la waasi. Aidha, lilikuwepo tayari vuguvugu la kundi la waasi Jamhuri ya Afrika ya Kati ambalo lilikuwa likijulikana kwa jina la Seleka. Kundi hili wengi miongoni mwa wanachama katika kundi hilo walikuwa ni Waislamu ukanda wa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati ambao walikuwa wakitajwa kuwa sio raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati bali ni wahamiaji, aidha ni raia kutoka nchini Chadi na mataifa mengine, kutokana na Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuzua mzozo hilo. Kundi hilo basi, wengi wao walikuwa ni waislamu, na kundi hili la waasi lilikuwa likimtuhumu rais kipindi hicho ya kwamba aheshimu makubaliano ambayo yaliyosainiwa kutokana na mivutano ambayo ilikuwa ikitokea kila wakati nchini humo walikwenda hivyo na harakati zao hadi mwaka 2013 na kuweza kumpindua rais aliyekuwa madarakani, rais Bozize. Ni rais Bozize ambaye alipinduliwa na wanamgambo aidha waasi hawa wa Seleka, jambo ambalo liliwafanya Wakristo aidha jamii ambayo iliona ya kwamba wapiganaji hawa waasi hawa ambao wameweza kumpindua rais Bozize ni Waislamu, nao pia waliweza kujiunda kama Wakristo na kufahamisha kwamba watakabiliana na kundi hili la Seleka ambalo limeweza kumpindua rais Bozize ili nao pia waweze kuchukua madaraka ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kundi hili linajulikana kwa jina la Anti Balaka, ni kundi ambalo pia wanachama wake wengi ni Wakristo, licha ya kwamba haikuwa tu ni Wakristo pekee, kulikuwepo jamii nyingine katika kundi hilo, lakini kiujumla ilionekana ya kwamba ni kundi ambalo linaongozwa na Wakristo. Hivyo basi ikaonekana kuwa ni makundi mawili Jamhuri ya Afrika ya Kati, ikiwa ni kundi hili la Seleka ambalo wengi wao ni Waislamu na kundi hili la Antibalaka wengi wao ni Wakristo. Makundi haya yalikuwa katika uhasama mkubwa na mauaji makubwa yalitendeka Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wadadisi wa masuala ya kimkakati, vita hivi Jamhuri ya Afrika ya Kati ilitajwa kwamba haikuwa ni vita vya kidini, bali ni vita ambavyo vilichochewa na mataifa super power ulimwenguni, ili yaendelee kuchukua rasilimali Jamhuri ya Afrika ya Kati, na mataifa hayo yalitajwa moja kwa moja kwamba ni Ufaransa na Urusi. Kwa kuwa Ufaransa Afrika ya Kati ilikuwa na ushirikiano mkubwa na kiongozi aliyekuwa madarakani kipindi hicho ambaye aliondolewa madarakani na waasi hawa wa Seleka ambayo inaonekana wengi wao walikuwa ni Waislamu. Hivyo basi bila shaka ilitajwa kwamba Urusi ilikuwa ikiwafadhili waasi hawa wa Seleka. Na ili kuweza kuwayumbisha wanamgambo hawa wa Seleka ambao wamemtoa madarakani rais huyu ambaye aliyekuwa na ushirikiano na Ufaransa, basi Ufaransa nayo pia ilionekana ya kwamba lazima iwaunge mkono waasi hawa wa Anti-Balaka ili waweze kukabiliana vema na hawa ambao ni Seleka, huku mataifa haya mawili superpower Urusi na Ufaransa yaendelee kuchukua rasilimali ambazo zinapatikana na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hivyo basi makundi haya yaliendesha unyama usiokuwa na kifani Jamhuri ya Afrika ya Kati, na waliowawa Jamhuri ya Afrika ya Kati bila shaka walikuwa ni raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, huku mataifa haya super power mawili yakiendelea kunufaika na rasilimali, wakati ambapo raia wa Afrika ya Kati wakiuana wao kwa wao. Na utakumbuka mwaka elfu mbili kumi na saba Ufaransa iliweza kuondoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, kupoteza kabisa ushawishi wake katika taifa hilo huku Urusi ikikita mizizi yake Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuendelea kuwa na ushirikiano na kiongozi ambaye aliyewekwa madarakani na wanamgambo hawa. Aidha, waasi hawa wa kundi la Seleka ambao wengi wao ni Waislamu, jambo hili linaonyesha kwamba utofauti wa kidini, aidha wa kiimani katika ardhi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ilipelekea Wafaransa kuweza kuondoka Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuifanya Urusi iweze kupata nafasi Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuanza kunufaika na rasilimali Jamhuri ya Afrika kati hivyo basi inatajwa kwamba mvutano huu ambao ulioshuhudiwa jamhuri ya afrika ya kati ilitakiwa kutoa funzo mataifa mengine kuangalia mizozo ambayo huwa ikijitokeza ya kwamba mizozo hii huwa inawapa nafasi mabepari kuweza kujipenyeza katika mataifa yao na kuweza kunufaika kwa kiasi kikubwa na rasilimali katika mataifa hayo tuachie mtazamo wako kuhusu hilo